Tukisalia kwenye taarifa sawia na hiyo ni kwamba waangalizi wa uchaguzi na mashirika ya kijamii humu nchini, wanataka mwenyekiti na makamishna sita wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, kuanza kazi punde tu baada ya kuchukua hatamu. Mtazamaji, huku ikiwa imesalia chini ya miaka mitatu kwa uchaguzi mkuu ujao kuandaliwa, wasiwasi wasi umeibuka kuhusu iwapo tume hiyo itakuwa na muda wa kutosha wa kutekeleza mageuzi muhimu. Waangalizi pia wanahimiza jopo la uteuzi wa makamishna wa IEBC kuhakikisha kwamba makamishna wapya wanadhihirisha uadilifu, ujumuishaji na vilevile vile umahiri. Huku taifa likiendelea na mchakato wa kubuni upya tume ya uchaguzi, shinikizo za uamuzi wa haraka na dhabiti zimesheheni. Mashirika ya kijamii na waangalizi wa uchaguzi wamesema tume mpya ya IEBC haina hainabudi kuchukua hatua za haraka kurejesha imani ya umma na kushughulikia changamoto za muda mrefu kuhusu uchaguzi. So so they, they as as wasiwasi mkubwa umesalia kuhusu uadilifu wa, wa utaratibu wa uteuzi wa makamishna wa IEBC. Jopo la uteuzi wa tume ya IEBC kwa sasa linaendelea na shughuli ya kuwasaili wawaniaji wa, wa nyadhifa za mwenyekiti na makamishna wachanganuzi wanaonya kwamba iwapo watu wanaofaa hawatateuliwa, changamoto za kisiasa zilizochelewesha mchakato huo huenda zikaibuka tena. Kwa mujibu wa waangalizi wa uchaguzi, tume mpya inafaa kushughulikia kwa haraka masala muhimu, ikiwa ni pamoja na kulainisha sajili ya wa wapiga kura na maandalizi ya chaguzi ndogo kwa njia ya huru na ya haki.

Pindi uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unapokaribia ndivyo shinikizo hizo zinapoongezeka. Na huku muda ukiyoyoma na matarajio kuwa ya kiwango cha juu, macho yote sasa yanalenga jopo la uteuzi, kwa matumaini kwamba litabuni tumeifayo